Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni isomei yi hadith. Hadithi anaesimulia Muawiya ibn Abi Abi Sufyan ibn Sakhr ibn Harb radiyallahu anhuma. Muawiya anasema, sami'tu Rasulallahi llah yaqul, nimemsikia Mtume Mwenyezi Mungu anasema, Mandaa daca bihaulai lkalimat lkhamsi, Muislam akimuomba akimwomba Mwenyezi Mungu shida zake kwa kutaja ma, ma, maneno matano lam yas'al Allaha shay'a illa a'ata, ikiwa atamuomba kitu shida yake Mungu atampa. Mtume anasema Muawiya, Mtume anasema man daa, muislamu atakayemuomba Allah. Akina mama wananisikia huko, sawa na walioko kwa, wananisikia mpaka duka kubwa pale, wanansikia pale kwenye kijiwe pale man daa bihaula lkalimati lkhamsi muislamu atakayemuomba mwenyezi mungu maneno haya matano Sikilize vizuri maneno haya matano ukimuomba mwenyezi mungu nyiradi haya maneno matano lam yasali llaha shaia hawezi kumuomba mwenyezi mungu chochote illa aatahu allah atampa kwa utukufu wa maneno haya kwanza la ilaha illa llahu wallahu akbar

Mtakariri kila neno mara tatu tatu, una shida yako yote, una dhiki yako yote, usome uradi huu, kama utakuwa umeusoma kwenye sijida, ukiwa unasali peke yako. Kwenye sala ya jamaa huwezi, lakini kwa mfano ni sala ya badia sawa au umetulia nyumbani, umeamua kusali salatu lhaja, ukaleta uradi huu ukiwa kwenye sijida, unataja shida zako. Uradi huu ntaukariri mara tatu mara tatu, kila mtu apate kuukariri: la ilaha illallah wallahu akbar. Hebu tusome kwa pamoja: la ilaha illallah wallahu akbar. Tena la ilaha illallah wallahu akbar. Tena la ilaha illallah wallahu akbar. Hilo ni neno la kwanza.

La hawla wala kuwata illa billah. Huu ni uradi Insha Allah. Mtume aliyazungumza maneno haya, akanukuliwa na sahaba huyu Muawiya ibnu abi Sufyan radhi Allahu anhuma, anasema sami'tu, nimemsikia. Ina maana Mtume wakati anasema maneno yalikuwepo na amemuona, nimemsikia Mtume anasema, man muislamu yoyote, daa bihaula lkalimatil khamsi atakayemuomba Mwenyezi Mungu kwa maneno haya matano sawa.

wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah. Chukua hiyo, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, huu ni uradi ukiwa lakini na shida zako lakini, pamoja na yote hayo kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni lazima katika swala na katika dua, sawa ni lazima tumsalie mtume sallallahu alayhi wasallam ili tupate baraka ya sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tupate baraka ya maneno ya mtume, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala. Ukimaliza omba dua yako, taja shida yako, uradi huu usome wakati wowote, saa yoyote, sawa. La sivyo, baada ya adhana na ile dua piga uradi huu, kwa sababu mtume anasema katika nyakati ambazo dua inajibiwa ni pale panapoadhiniwa. Panapoadhiniwa dua inajibiwa, sawa. Na mvua inapoanza kunyesha dua inajibiwa, na mtu aliyefunga. Kwa mfano leo Jumatatu kuna watu walikuwa wamefunga, sawa, au siku ya Alhamis au mwezi wa Ramadhani, kabla ya kuftari chochote, unanyanyua mikono, dua inapokelewa. Mtu wa nne, msafiri anayesafiri, kwa mfano anakwenda katika biashara zake, ama anakwenda kuwatembelea ndugu zake au wazazi wake, huyu. Lakini sio mtu anakwenda Mwanza au Dodoma kwa ajili ya kwenda kuangalia ligi mechi, huyo achana naye, asikuombee dua kabisa. Mungu, yeye mwenyewe -ye -ye ajiombee dua, ili Mungu amtoe um, huko maanake kupoteza hela yake kwenda huku kwenda huku, sawa. Na mtu wa sita, mtu aliyerudi hija ama aliyerudi umra haraka haraka, hawa ni watu. Alafu wa saba, mzazi, mama, baba, wakikuombea dua mbaya, nzuri. Dua ya baba na mama huchomoi, dua ya baba na mama huchomoi. Dua ya baba na mama hutoboi, mwanangu. Hutoboi, hutoboi ni chuma. baba mama wakisema, ya Rabbi, mtoto wetu huyu tumemwelekeza, hasikii, ni jeuri, ananifanyia jeuri, ananidharau. Ya Rabbi, huyu ni mwanangu, kama ni mwanangu wewe ndio unajua, hanisikilizi. Umekuisha baba, umekuisha dadangu. Hata uwe staa vipi, utapigika tu. Eh, na utasema umerogwa, hujarogwa wallahi, na hapa wallahi, na hapa wallahi, na hapa. Dua ya mama na baba mbaya kuliko, yani kuliko nyuklia kutoka Korea Kusini, au kutoka Irani, au kutoka Urusi, au Marekani. Ni hatari hatari, hawa watu ni hatari. Mwingine wa mwisho aliyedhulumiwa, aliyeonewa, kama mtu umemdhulumu umemsingizia jambo ambalo hakulifanya wewe, ukamsingizia, akasema ya rabbi, huyu amenionea, amenisingizia. Ya rabbi, amenifukuzisha kazi huyu. Ya rabbi, amenifukuzisha kazi, ametia fita. Ya rabbi, mpaka mimi nimehamishwa hapa, nimepelekwa pengine. Ya rabbi, kama alivyo nifanyia na wewe mfanyie, mwanangu. Uchomoe, ukienda kwa shehe utapigwa hela tu, utaliwa. Sawa, si unataka kuliwa? Utaliwa tu. Sawa, ile dua haichomoki, kwa hiyo tujitahidi sana.